Kaunti ya Nakuru inalenga kupata sehemu kubwa ya mapato yake kutoka kwa mikutano, mikakati mbalimbali, makongamano na maonyesho na sehemu zenye faida kubwa za, ma, za mchanganyiko wa utalii kote ulimwenguni. Kulingana na mwenyekiti wa bodi ya utalii na mauzo David Mwangi, kaunti hiyo imeorodheshwa kidedea katika masuala ya uchumi wa sekta ya utalii na inanuia kutumia upekee wake kudumisha ushindani katika soko la sekta hiyo. Akihutubia wanahabari kaunti ya Nakuru, mwenyekiti wa bodi ya utalii na mauzo David Mwangi alisema serikali ya gatuzi hilo imeweka mikakati kabambe ya kuandaa makongamano ya kimaeneo, kikanda na kimataifa, na hivyo basi imetoa rasilimali zaidi kuelekea kukuza utalii wa makongamano kwa ajili ya kufanikisha ufufuzi wa sekta hiyo hususan baada ya pa kuathiriwa pakubwa na janga la COVID-19.

Establishment. Mwangi alifichua kwamba utalii wa makongamano ungali mfumo mpya katika sekta hiyo ambayo unahusisha uwasilishaji huduma za mapokezi kwa wasafiri wa biashara wanaohudhuria mikutano, warsha, makongamano na vikao maalum facility. 205 rooms, rooms. 23 meeting rooms. So why why is it that this investor chose Nakuru? It's because they, are, they, have known Nakuru to be a key destination for meetings. Aidha, aliwahimiza Wakenya kukumbatia utalii wa humu nchini na kupiga jeki ukusanyaji wa mapato. Without uh, foreigners on, on this open roof vehicles, that will not look like tourism. tourism tourism. tourism But the real cake in tourism is is domestic tourism. And domestic tourism is highlighted mostly in mice. And Mwangi aliahidi kuimarisha kampeni zinazonuiwa kuhamasisha na kuelimisha wakazi wa sehemu hiyo kuhusu maeneo ya kutalii pamoja na umuhimu wa sekta ya utalii katika jamii. Kasicha Namasha, Darubini.